Mjini Mombasa ambako polisi wamewakamata watu 38 kwenye msako wa alfajiri ambao uliofanywa kwenye soko la Mwembe Tayari jijini Mombasa kufuatia malalamishi ya wizi na ulanguzi wa dawa za kulevya katika eneo hilo. Watu hawa walinaswa katika jumba la soko hilo ambalo kwa sasa huwa halitumiki, nafikiri upande mmoja, baada ya kuchomeka miaka kumi iliyopita. Mwandishi wetu wa masuala ya pwani Ferdinand Omondi ana taarifa kamili. Vituko katika eneo la Mwembe Tayari. Kikosi cha polisi na askari wa baraza la jiji walivamia jumba la soko na kuwanasa watu wanaodaiwa kuhangaisha wananchi kwenye maeneo haya. Ilikuwa juzi kutoka hapara ya kushuka tu ile magari ya shania kupika tu hapa ndipo nilikuta watu wawili wakiwa na visu wakaninyang'anya kila kitu, mbagi yangu kila kitu na pesa. Polisi walionyesha bidhaa kadhaa zilizopatikana kwenye jumba hilo zinazoaminika kuibiwa. Jumla ya watu thelathini na wanane walikamatwa huku wengine wakijaribu kuepuka pingu bila kufua dafu. si uvite, si uvite, Yamkini wengine walijaribu kutoroka kwa kuruka kwenye orofa la jumba hili, lakini badala yake wakavunjika viungo <coughs> Polisi wanashuku wengine wao ni watumizi na walanguzi wa madawa ya kulevya. Jumba la soko la Mwembe Tayari lilishika moto miaka kumi iliyopita hadi sasa halijakarabatiwa na badala yake limekuwa makao ya familia za kurandaranda mitaani. Msako kama huu umewahi kufanywa, lakini wao hurejea baada ya muda, na sasa polisi wanaomba suluhisho la kudumu as security, we are appealing to the to the concerned authority to either renovate this building or demolish it altogether. Operesheni hii imefanywa siku mbili baada ya gavana mteule wa Mombasa, hasan Joho, kutangaza vita dhidi ya ulanguzi wa dawa za kulevya Mombasa. Lile building litakuwa halina watu ambaye wanakaa idle tena, those areas including uh uh magodoroni and uh magodown they have to go. Polisi sasa wanasema huu ni mwanzo tu wa operesheni mkubwa wa kumaliza uhalifu jijini Mombasa. Msako wa pili unakaribia lakini hawafichui ni wapi. Ferdinand Omondi, KTN, Mwembe Tayari, Mombasa.